Bwana Yesu asifiwe, niwakaribisheni sana katika vipindi vyetu katika chaneli yetu inaitwa John Midelo. Ni chaneli inayojikita sana kufundisha watoto na kuwasaidia walimu wa watoto ili kuweza kufikisha ujumbe wa Injili kwa watoto. Kwa nini tutawazungumzia watoto? Bwana yetu Yesu Kristo alituamuru sisi katika Injili ya Yohana sura ile ya 18 inasema, nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe neno kuhubiri injili kwa kila kiumbe lilimaanisha kila mtu anapaswa kufikiwa na neno la Mungu, na sisi kama sehemu ya familia ya Mungu tumeamua tuwafikie watoto, kuwafikishia injili, maana ujumbe wa injili unahusu watoto wote, haihusu watu wazima tu. Na ni muhimu sana kukumbuka, Biblia inatufundisha katika neno lake kwamba swala la kuhubiri ni mamlaka iliyokuu tumepewa na Mungu, mamlaka iliyokuu kuweza kuwafikia watoto lakini, Zaburi ya sabini na nane inasema, Zaburi ya sabini na nane mstari, uh, mstari ule wa kwanza unazungumzia kwa nini tunapaswa kuwafikishia mtoto wa Injili. Ukianzia mstari ule wa tatu, mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu ambayo baba zetu walituambia hayo hatutawaficha atu wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Tunawafundisha watoto neno la Mungu ili na wao waweze kuwafundisha wengine neno la Mungu ili kila kizazi kitakacho, kitakacho, kitakacho ishi hapo duniani kiweze kufikiwa na ujumbe wa Injili. Lakini katika chaneli hii pia kutakuwa na vitabu vizuri sana vya watoto ambavyo vinaitwa Tafakari ya Ajabu. Kwa mzazi tafadhali unapopata mafundisho haya kumbuka kulike na kushare na watu wengine lakini pia unaweza kufuatilia namba ya simu zilizopo hapo zilizopo hapo ukapiga simu ili uweze kupata nakala ya vitabu kama hivi vitabu hivi vinafundisha Torah sura ya 60 na kitabu cha kwanza mpaka kitabu cha 18 kwa vitabu hivi tutakuwa vina kama unahitaji pale ulipo tutakuwa mtu wako anafikishiwa ajifunza neno la Mungu na kuweza kuelewa neno la Mungu na kuishi sawasawa sawa na maandiko matakatifu lakini utakutana na walimu wazuri kabisa ambao Mungu amewaita, amewapaka mafuta kwa ajili ya utume wake. Tafadhali nikukaribishe sana katika chaneli yetu hii, na Mungu akubariki bibi marafiki. Na sasa ni wakati ambao tunaenda kujifunza somo la Biblia. Mimi naitwa mwalimu Martha. Sasa kabla tujaendelea na somo letu la Biblia kwa siku ya leo, tutaanza kwa kuimba wimbo wetu wa kimya ili tuwe makini kusikiliza nini Mungu anataka kusema nasi kupitia somo la Biblia. Wimbo wetu nawimbo hivi <clears> osikiliza <throat> sasa upendo wa Mungu. O, kuishi ndani ya upendo wa Yesu. Nitaimba tena. O, sikiliza sasa upendo wa Mungu. O, kuishi ndani ya upendo wa Yesu. Tunapasa kusikiza sauti ya Mungu na daima kuendelea kuishi katika upendo wa Yesu. Ni kitu gani kitenda kutokea? Mbona watu wanaharibu nyumba? Nini kitatokea? Unafikiri ilikuwa ni sauti ya kina nani? Siku moja katika mji wa Kapernaumu, Yesu baada ya kutoka kufundisha Yudea akaenda Kapernaumu, akaingia katika sinagogi. Sinagogi ni kama makanisa ambayo Wayahudi wa wanatumia kwenda kuabudia na kumtukuza Mungu. Siku Yesu alikuwa ameingia katika sinagogi huko Kapernaumu, akafundisha. Akafundisha watu walikuwa wako wengi sana, walijaa mpaka ile sinagogi yote watu wakawa wamejaa, lakini pia wengine walikosa nafasi hata kuweza kukaa ndani, wakawa wamekaa nje kwenye madirisha na kwenye milango, ili waweze kusikia ni kitu gani Yesu alikuwa anasema. Miongoni mwa watu ambao walikuwepo, walikuwepo hata viongozi wa dini ambao walikuwa ni Mafarisayo na waandishi, nao pia walitaka kumsikia ni Yesu ni kitu gani alikuwa akieleza siku hiyo. Walipokuwa wamekaa pale, walifika watu wengi sana, wakakusanyana kusikiliza ni kitu gani huyo Yesu alikuwa akiongea nao na kitu gani Yesu alikuwa akiwaambia kwa siku hiyo. Lakini ghafla walitokea marafiki wanne, hao nao walikuwa wanaelekea eneo ambayo sinagogi wepo walikuwa wamebeba rafiki yao kwenye kitanda kama machela. Rafiki yao huyo alikuwa anaumwa na utatizo wake kubwa ilikuwa, alikuwa ame- alikuwa ame paralyze amepooza mwili wake, kwa hivyo wakaa wamebeba waka kwenye machela ili kumpeleka kwa Yesu, kwa sababu walijua Yesu yeye anaweza kumfanya kuwa mzima tena walifika pale, lakini wangewezaje kuingia? Kwani watu walikuwa ni wengi sana. Bila shaka watu ambao walikuwa wamekaa karibu na milango wangeweza kujua huku nje kuna shida gani na watu walikuwa wanataka kuingia ndani. Unajua, watu hawa marafiki wao walijua kwamba bila Yesu, rafiki yao aliyekuwa amepooza alikuwa katika hali mbaya na isiyopendeza. Hivi unajua, hata mimi na wewe tuna tatizo kubwa bila Mungu. Mimi na wewe pia tuna tatizo kubwa, na tatizo letu sisi ni dhambi. Dhambi ni kile chochote kile unachokiwaza, unachokisema, unachokitenda ambacho hakimpendezi Mungu. Kufanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu, hivyo vyote ni dhambi. Biblia hata mimi na wewe tuna tatizo kubwa bila Mungu. Mimi na wewe pia tuna tatizo kubwa, na tatizo letu sisi ni dhambi Dhambi ni chochote kile unachokiwaza, unachokisema, unachokitenda ambacho hakimpendezi Mungu. Kufanya vitu ambavyo vimpendezi Mungu, hivyo vyote ni dhambi. Biblia inatuambia kwamba sisi wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mimi, wewe, kaka, dada, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na Biblia pia inatueleza wazi katika kitabu katika kitabu cha Mhubiri, Mhubiri sura ya saba mstari wa ishirini inasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Biblia inatuambia wazi kwamba hakuna mwanadamu ambaye yeye anaweza kufanya mambo mema tu na asifanye dhambi. Mtu pekee anaweza akafanya mema na asifanye dhambi ni Mungu peke yake. Kama ambavyo mimi na wewe, hali mbaya na hali ambayo haipendezi ya dhambi, huyo rafiki ambaye alikuwa anaumwa, yeye alikuwa na tatizo kubwa sana la Poza. Basi marafiki zake wapo wamefika pale waweze kumpeleka ndani kwa Yesu kwenda kumponya, lakini watu walikuwa ni wengi sana, bila shaka asingeweza kuingia. Kwa hivyo wakafikiana ni nini wangeweza kufanya ili waweze kumfikisha rafiki yao kwa Yesu. Mmoja akapata wazo. Ha, kuna ngazi ambazo zinaelekea juu, tunaweza tukapita juu tuka panda kwenye dari na tukabomoe dari tumpitishe rafiki yetu aweze kufika kwa Yesu. Masinagogi ya zamani yalikuwa yamewekwa na na dari ambayo ilikuwa ina udongo tu na mbao. Kwa hiyo wakaona ni wazo zuri, wakambeba rafiki yao kwenye ile machela, wakaanza kupanda ngazi haraka haraka, wamsaidia rafiki yao aweze kufika kwa Yesu. Walipofika kule juu, wakachukua miti, wakaanza kubomoa, wanagonga pale juu. Pengine waliokuwepo ndani wakaanza kushangaa, wakaangalia juu, ni kitu gani natokea mbona, vumbi inateremka chini. Lakini kumbe wale marafiki wanne walikuwa tayari kumsaidia rafiki yao, walibomoa sehemu kubwa, ili waweze kupitisha kitanda wa rafiki waweze kuingia ndani. Unajua, marafiki hawa wanne walifanya hivyo kwa sababu wao walikuwa kimpenda sana na kumjali rafiki yao. Kitabu katika Biblia, Yohana 15:12 15, inatuambia kitu ambacho wewe rafiki ambaye umeokoka unatakiwa kukifanya. Ukisoma katika Yohana kumi na tano kumi na mbili inakuambia hivi, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda. Nyinyi wao Mungu anakuambia, tupendane. Anataka wewe umpende mwenzio, anataka wewe wapende marafiki wenzako, anataka wewe wapende watu wote, na ndio maana hao marafiki walikuwa tayari kumsaidia rafiki yao, kwa sababu wao walikuwa wanampenda sana. Mungu pia anataka wewe wapende wengine. Labda kuna rafiki yao, ambao rafiki yako, ambaye yeye anaumwa, hana msaada nyumbani kwao, hawana uwezo kupata chakula. Oh, unaweza kumwomba mama yako, ukamwambia mama, naomba nisaidie tukampelekee chakula rafiki yangu sana au shuleni kuna rafiki ambaye hakuna mtu anataka kucheza naye, wewe unaweza ukaenda ukacheza naye, kwa sababu Mungu leo amekwambia mpendane. Anataka wewe umpende na rafiki yako. Pia watu hawa wakabomoa ile sehemu ya dari ili ile, ili rafiki yao aliyokuwa amelala kwenye kile kitanda aweze kuingia ndani. Wakabomoa sehemu kubwa sana ile sehemu ya dari ili ile rafiki ili rafiki ya yao aliyekuwa amelala kwenye kile kitanda aweze kuingia ndani, wakabomoa sehemu kubwa sana, kiasi ambacho ingetoshea kitanda kile kupita na kumleta rafiki yao ndani moja kwa moja kwa Yesu. Walifanikiwa bila shaka, walibomoa na wakaanza kuteremsha kile kitanda kwa kamba taratibu, mpaka iweze kumfikia Yesu alipo. Alishuka taratibu kwenye kitanda chake, na pengine watu waliokuwa ndani ilibidi wapishwe, wasogee pembeni, waone ni kitu gani ambacho kingetokea yule mtu akateremshwa mpaka ambapo Yesu alikuwepo. Yesu alimwangalia akimtazama kwa upendo sana na kwa huruma, wakazidi kumshusha mpaka rafiki yao akaweze kufika chini. Unafikiri nini kiliendelea? Yesu alivyomwona alimpenda sana, akamuonea huruma, akainama aweze kuangalia ni kitu gani rafiki huyu alikuwa nacho. Yesu alijua bila shaka mtu huyo alikuwa na tatizo kubwa sana ukiachana na ugonjwa wa kupooza. Yesu pia anajua tatizo lako kubwa la dhambi. Unajua, Yesu ni mwana wa Mungu mkamilifu. Yeye alizaliwa kama ulivyozaliwa mimi na wewe, lakini cha ajabu, Yesu yeye hakuwahi kufanya dhambi kabisa. Yesu kwa hiari yake alikubali kuja duniani aje kufa kwa ajili ya dhambi zako. Watu wabaya walipofika duniani wakamkamata Yesu wakaenda kumsulubisha wakampiga na misumari. Oh, ilisikitisha sana. Yesu akafa msalabani. Hakuishia hapo tu, wakamchukua Yesu wakaenda kumzika, lakini cha ajabu kuhusu Yesu. Yesu yeye alipoenda kuzikwa Yesu alikaa kaburini siku tatu tu na ile siku ya tatu Yesu akafufuka, na sasa yuko mbinguni huko anaandalia makao watu wote wanaomwamini na watakaomwamini. Lakini hata katika Biblia inatuambia katika Korosai, wakorosai wa sura ya kwanza mstari wa kumi na nne inasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi ambaye katika yeye tuna ukombozi yaani msamaha wa dhambi. Unajua, ni Yesu pekee anatupa sisi msamaha wa dhambi, yeye ndiye anaweza kutusamea dhambi zetu na kutuokoa, kwa sababu yeye amekufa kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Yesu ni njia pekee itakayokusaidia wewe kuondokana na tatizo lako na tatizo lako kubwa la dhambi. Ndivyo ambavyo pia alikuwa ni njia pekee ambayo ingeweza kumsaidia mtu huyu aliyekuwa amepooza aweze kupu. Unafikiri Yesu alimwambia nini alipomtazama? Yesu alipomtazama akamwambia rafiki, inuka iuende. Nini unafikiri kilitokea? Ha, Yesu ali alifanya muujiza siku hiyo, vitu ambavyo Mungu pekee anaweza akafanya, Yesu yeye alifanya. Mtu huyo akainuka akawa mzima tena, alifurahi na kushangilia sana. Bila shaka hata ungekuwa wewe umeweza kuinuliwa, umeweza kuponywa, bila shaka ungefurahi sana. Mtu huyu aliye za kukombolewa siku hiyo na Yesu. Akamwambia umesamehewa dhambi zako, akainuka yule mtu, akafurahi sana. Kupitia tu neno la Yesu, yule mtu akawa huru na akawa hai tena. Unajua, Yesu aliweza kumwokoa mtu huyu kwa sababu yeye ni Mungu anayetupenda sana. Mungu ni upendo, ananipenda mimi, anakupenda na wewe.